Sasi, kwamba Wazanzibari wengi waliumizwa kipindi fulani, waliumizwa walipelekewa jeshi, wakafanywa vitu vya kikatili, wakakandamizwa, wakafanywaje. Kwa hiyo hawezi kuiachia nchi kwa sasa hivi, kwa sababu akiwepo ni mzanzibari mwenzao, na nasikia anawatumia kwa chini chini. Sasa hizi ndo taarifa. Hawa watu watisi, pumbavu zenu pumbavu kabisa. Nyinyi mkwambidi mkae, mwende kule kushiriki kuangalia vitu vya namna hii, mpo bize na kuangaika na Chadema, mmekaa hapa mmerundikana matumbo mmekaa hapa. Haya ndo mambo yanayotumiza, huyu mama anawatumia wazanzibar ambao wapo kwenye hiki kikosi na tetesi tulizozipata ni kwamba wameumizwa, wame sana na watanganyika kipindi fulani. Zanzibar wamekuwa wakionewa sana, kwa hiyo alichokifanya alimteua yule bwana Kombo ndo mhamasishaji mkuu, ndo, ndo, ndo, ndo, ndo mtengenezaji mkuu wa hiki kikundi, amewachomeka mle ndani vijana wanaofanya mauaji. Hawa ni wazanzibari kutoka kule Zanzibar. Sasa kazi yenu wapumbavu nyinyi, mlikwabidi muende kwenda kufuatilia kule kufuatilia hiki kikosi ambacho kimekuja rasmi kwa Tanganyika na main na main point yao waliosimamia ni kwamba hawataachia sasa hivi, kwa sababu ni kama wapo kwenye malipizi, malipizi ya kisasi ya kwamba kwamba Watanganyika walivamia na jeshi kule, wamekuwa wakiwabaka na kuwate, na kuwanyanyasa. Kwa sasa hivi kwa sababu aliyoko madarakani ni Mzanziba na kikosi ambacho kiko chini ya Bwana Kombo ndo kinafanya mauaji kwa Watanganyika sasa hivi, na hawataacha. Sasa kuelekea elfu mbili na thelathini huyu mama Ah, maya, maya, maya, maya. Eh, <coughs> Ruge Merila, meza mate kakaangu, nikuambie kitu kwenye swala la ubaguzi la kulipiza kisasi eh. Waziri wa elimu wa Zanzibar amesema, nimesoma asubuhi kwenye tweet, anasema eh, Wazanzibari ndio watu wenye akili timamu Tanzania nzima, yaani wana akili na wameelimika kuliko sehemu yoyote ya Tanzania hii. Na na mimi nimemwelewa, nimemwelewa kwa sababu kama Wazanzibari sasa wanaongoza nchi, wanauza vya Tanganyika vya Zanzibar, vigusi, wana akili makeo. Vingine unaweza ukaona vinaumiza, lakini ndio ukweli kwa hiyo kuletewa polisi wa Zanzibar kuja au vibaka au wale wanaitwa nini janjawii wa Zanzibar kuja kuumiza watu, na kwa kweli inaonekana maana, hao ndio hata kule Zanzibar ndio hao janjawi walikuwa wanapita wanaumiza kweli watu wakafu, yaani mambo ndio ghafla tu tunaona watu wanaumiza watu, hata polisi wenyewe hawawezi kuumiza mtu kwa kiwango hicho eh? na unapomchukulia mtu kama mzanzibari kumpiga nyundo ya kichwa fadha kitime ashindwi kwa sababu Wazanzibari wao wao ukiwa Mkristo wewe ni kafiri eh? Wewe ni haram, wewe ni ya yeah. Wewe ni wakufa tu eh? Kwa hiyo hebu ah, niache kwanza, maana ni swala fadha kitima libwa linanichoma sana moyo ruge ruge, kuna kitu fulani hivi afukila siku nataka gani jue hivi. Kumbe mkuu wa tisini anaitwa, hebu nipe jina lake kamili sindohuyo ah, si naa siu Abubakari Kombo Kombo Sambari Kombo yuko pale na yuko ana, ndo, ndo yuko Ikulu yaani huyo, huyo bana bwana watu ndomshawatu wa Tanga waaauana la mwisho hilo bwana, unalikosea hilo Kombo hilo bwana. Hebu kama kuna mtu anajua, tuandikie hata huku nyuma huku, hii ni kitu habari fulani hivi, nikuwa sijui mzee ndo huyo uh, ngoja nitafute, sio Kombo ni Sambare Asumani bin Binani, sijui yuko Ikulu na, na waziri ma, waziri wa mambo ya nje, ndo huyo Sabiti, Sabiti Kombo. Sasa si ndo kama wanasema ni Mtanga ama ni Zanzibari huyo Kombo nje. ni Mtanga huyu atakuwa ndo Mombo hapa yeah. wanasema Mombo muta Mombo sio anaitwa Mombo Sabiti Kombo waziri wa mambo ya nje. ya Sabiti Kombo ni mawaziri hasa huyu nani mkuu wa tisi anaitwa Mombo Hebu ana mtu mwenye jina lake kamili matatu kabisa, hebu atuletee huyu jamaa. Tunatakiwa tudilinaye huyu jamaa, akafanya mambo mengi sana huyu huyu jamaa, ni sio kabisa huyu mfikiriaji. Karibu nikatajie jina lake, yap, yap, yap, tajie majina hayo. Hawa watu muhimu sana. Bwana anaitwa Suleiman Abubakar Mombo Hombo Suleiman Abubakari Mombo Mombo, okay, yeah, nilijua tu ile kombo ile ni watu wa Tanga. Huyo atakuwa huyo Mombo, huyo huyo huyo huyo ndo anakaa na Samia Ikulu. Wana ajenda rasmi, wameikalia kwamba make sure ni kugonga Watanganyika mpaka wapoteane na kwa sababu wana kisasi ambacho waliumizwa kule Zanzibar wanafanya haya mambo, wametengeneza, wameingiza kikosi cha Wazanzibari ndani ya tisi, ndani ya tisi wame, ndani ndani ya utekaji, achana tisi hiyo, hiyo tisi tena hiyo, ndani ya watekaji, ndani wameingiza kikosi maalum sasa hivi ambacho kinafanya huu utekaji, na ndio maana nyie, ndio maana unaona Watanganyika wanafanyiwa ukatili wa hali ya juu na hawa watekaji. Ni kwamba jamaa wamechomeka Wazanzibari mule, na wanapiga kulikweli Watanganyika kulikweli, hawana huruma na mtanganyiko wa aina yoyote kwa hiyo kumbe kumbe, bwana, mkiona hii na na wamesema hawataachia hiyo kitu mpaka elfu mbili na thelathini mpaka huyu mama anatoka, na wamesema wameumizwa kwa ukweli. Sasa kinachoniumiza mimi na hasira anayoipata hii mitisi hii mitisi inayoshinda sauti ya Tanzania hapa kusikiliza na mtu anaongea nini, kazi yenu nyinyi mko mnaenda kufuatilia hiyo. Huo ndio uzalendo, kufuatilia hawa watu ambao wameingizwa ndani ya kikosi ni wakina nani? kwa sababu Watanganyika ambao wapo kwenye kikosi hicho tunawajua, lakini kuna ambao wameongezwa ambao ndo wanafanya ukatili zaidi. Sasa hivi wametolewa Zanzibar, wamechomekwa humu ndani.